Kazi kubwa mnayoweza kuifanya ndugu zangu nyinyi ni fedha ya kusaisha mitihani na hii michezo sasa. Katangazeni basi, Dar es Salaam imeongoza kwenye michezo na imefeli kwenye masomo, alafu waone watu kwamba nyinyi ndio maafisa elimu mnaona fahari. We ni afisa elimu wa michezo, kwa hiyo unatangaza kwamba umefaulu kwenye michezo, umefeli darasani, si ndio mama hapo? Wewe ni wa michezo nini? Saa kimetokea unajisikiaje fahari wa kushinda na kupata kombe ya michezo, alafu darasani watoto wamefeli? Jumatatu saa tano nitakuwepo ofisini kwangu, napokea kutoka kwa kila afisa elimu wa manispaa na wa mkoa maelezo yake ya maandishi eza ya kuacha kazi kazi imemshinda, au namna gani? Atapandisha kiwango cha elimu? Na baada ya kugawa karatasi ndio mwisho wa kikao changu. Hakuna mtu akufikiri kwa niaba yenu, wakati nyinyi ndio professional. Umekaa hapo, saidie nalioko nyuma yako. watu wa afya wanafanya vizuri, watu wa barabara wanajipambanua, wanafanya vizuri, ardhi wanafanya vizuri, elimu tuna maelezo. pae alioko nyuma Jumatatu saa tano. Natakia siku njema. Asanteni.